Kamati Kuu yatarajia kuamua hatima ya kampeni ya No Reforms, No Election. Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, kimeendelea kuwa katika mzunguko wa mjadala mkubwa wa kisiasa nchini Tanzania, huku viongozi wa chama hicho wakijiandaa na mkutano muhimu wa Kamati Kuu ambao uamuzi wake unatarajiwa kuamua hatima ya kampeni ya No Reforms, No Election, bila mabadiliko, hakuna uchaguzi kampeni iliyokuwa ikishinikiza mabadiliko ya kina katika mfumo wa uchaguzi na utawala wa taifa. Chadema ni moja ya vyama vya upinzani vinavyoonekana na wengi kuwa na ushawishi mkubwa kisiasa, hasa katika miji mikubwa na miongoni mwa wigo wa vijana na wapinzani wa sera za chama tawala. Chanzo cha kampeni ya No Reforms, No Election Kampeni ya No Reforms, No Election ilizinduliwa rasmi na uongozi wa Chadema kwa lengo la kushinikiza mabadiliko ya kina katika taasisi kuu za uchaguzi nchini, hasa katika Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Lengo kuu lilikuwa kuhakikisha michakato ya uchaguzi ni ya haki, uwazi umeboreshwa na kuwapatia haki sawa vyama vya upinzani na vyama vya serikali kushindana kwa usawa bila upendeleo lolote. Viongozi wa chama hicho walifikiria kwamba bila mabadiliko kule ndani ya taasisi zinazoshughulikia uchaguzi, sio tu kwamba uchaguzi haukuwa wa haki, bali pia utapoteza uaminifu kwa wananchi wengi waliokuwa wakitaka uwazi na haki katika mchakato wa uchaguzi huo. Kampeni hii ilijikita hasa kwenye kutaka tume ya uchaguzi iwe huru zaidi, kuwa na uwazi wa taarifa za uchaguzi na kuhakikisha kwamba kanuni zote za kikatiba na kisheria zinalindwa kikamilifu. Kampeni ilianza kwa mkakati wa kusambaza ujumbe husika kwenda mikoa mbalimbali nchini na ikapata mwitikio mkubwa kutoka kwa baadhi ya wakazi waliokuwa wakiona mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi kama muhimu kwa kudumisha demokrasia nchini. Zaidi ya hayo, viongozi wa chama walifanya mikutano na wananchi kwenye mikoa mbalimbali ili kuwapa ufahamu juu ya umuhimu wa mabadiliko haya na kuwashawishi kushiriki kikamilifu katika kampeni hiyo. Mikosi ya ndani ya Chadema na changamoto za kampeni. Ingawa kampeni ilipewa uzito na baadhi ya Watanzania wanaosapoti mabadiliko ya kisiasa, ilikumbana pia na changamoto kubwa ndani ya chama. Kampeni ilipata vizingiti ikizingatiwa kwamba baadhi ya viongozi wa chama walikuwa na maoni tofauti kuhusu mkakati uliopaswa kutumika. Tofauti hizi za ndani ziliibua mjadala juu ya jinsi chama kinavyopaswa kusonga mbele kwa kampeni hiyo pamoja na athari zake kwenye sera na mgawanyiko wa nguvu ndani ya chama. Kwa upande mmoja, baadhi ya viongozi wa Chadema waliamini kwamba ni muhimu chama kuendelea na msimamo thabiti wa kutetea mabadiliko ya uchaguzi hadi pale pindi yatakapotekelezwa. Waliona kwamba kwa kuendelea na kampeni hiyo, chama kingeonyesha uzito wa msimamo wake kwa wananchi na kuimarisha imani ya wapinzani kuwa kuna haja ya mabadiliko ya kina kabla ya uchaguzi upokelewe kama wa haki. Kwa upande mwingine, kulikuwa na wasiwasi juu ya athari za kiafya kisiasa kwa chama. Wengine walikuwa wakihofia kwamba kampeni ya No Reforms, No Election inaweza kuleta mshikamano mdogo wa chama wenyewe na kuikosesha nafasi ya kushiriki kikamilifu katika mchakato wa kisiasa, hasa ikizingatiwa matukio ya hivi majuzi ya kisiasa nchini yalivyokuwa na mvutano mkubwa. Masuala ya kisheria na athari zake kwa Chadema. Changamoto kubwa ambayo imekumba kampeni hii ni mkazo wa kisheria uliokuwa dhidi ya baadhi ya viongozi wa chama. Kiongozi mkuu wa chama huyo alikumbana na kesi ya kisheria ikiwa ni pamoja na mashtaka makali yaliyokuwa na athari kubwa kwa kampeni na uendeshaji wa chama. Hii ilisababisha msimamo wa kampeni kukatika na kusababisha kufungiwa shughuli za kisiasa kwa baadhi ya viongozi. Matukio haya ya kisheria yalimlazimu uongozi wa chama kupunguza shughuli zake za kampeni kwa muda na kusababisha baadhi ya shughuli kuu zilizokuwa zimepangwa kufutwa au kucheleweshwa. Kwa sababu hiyo, chama kilipigwa marabuhu. Kwa kufungiwa baadhi ya shughuli za kisiasa zingehusisha mikusanyiko mikubwa ya watu na kampeni dhidi ya mamlaka iliyopo. Kwa hali ilivyo sasa, uongozi wa Chadema umesema wazi kuwa licha ya vizingiti vya kisheria na kisiasa, swala la kampeni ya No Reforms, No Election bado linaendelea kuishi kama kauli mbiu ya chama. Hata hivyo uendeshaji wake baadaye unategemea kwa kiasi kikubwa kilichofikiwa na kamati kuu ya chama ambayo inatarajiwa kukutana kutathmini kuhusu na kujadili mawazo mapya juu ya mkakati wa kampeni hii. Kamati kuu ya Chadema na uamuzi uliotarajiwa. Kamati kuu ya chama ni chombo chenye mamlaka ya juu kabisa ndani ya Chadema kwa masuala ya sera za ndani, mikakati na uongozi wa chama. Kwa kuzingatia umuhimu wa kampeni ya No Reforms, No Election, Kamati kuu imepangwa kurasmisha kukutana ili kuchambua kwa kina swala hili na kuamua msimamo uliopaswa kuchukuliwa mbele ya uchaguzi ujao na ratiba ya kampeni. Viongozi wa chama hicho wameeleza wazi kuwa licha ya vizingiti vya kisheria na kisiasa, swala la kampeni ya No Reforms, No Election bado linaendelea kuishi kama kauli mbiu ya chama. Hata hivyo uendeshaji wake baadaye unategemea kwa kiasi kikubwa kilichofikiwa na Kamati Kuu ya chama ambayo inatarajiwa kukutana kutathmini, kuhusu na kujadili mawazo mapya juu ya mkakati wa kampeni hii. Kamati Kuu ya Chadema na uamuzi uliotarajiwa. Kamati Kuu ya chama ni chombo chenye mamlaka ya juu kabisa ndani ya Chadema kwa masuala ya sera za ndani, mikakati, na uongozi wa chama. Kwa kuzingatia umuhimu wa kampeni ya No Reforms, No Election Kamati Kuu imepangwa kurasimisha kukutana ili kuchambua kwa kina suala hili na kuamua msimamo uliopaswa kuchukuliwa mbele ya uchaguzi ujao na ratiba ya kampeni. Viongozi wa chama hicho wameeleza wazi kuwa licha ya vizingiti vya kisheria na kisiasa, suala la kampeni ya No Reforms, No Election bado linaendelea kuishi kama kauli mbiu ya chama. Hata hivyo, uendeshaji wake baadaye unategemea kwa kiasi kikubwa kilichofikiwa na kamati kuu ya chama ambayo inatarajiwa kukutana kutathmini kuhusu na kujadili mawazo mapya juu ya mkakati wa kampeni hii. Kamati Kuu ya Chadema na uamuzi uliotarajiwa. Kamati Kuu ya chama ni chombo chenye mamlaka ya juu kabisa ndani ya Chadema kwa masuala ya sera za ndani, mikakati na uongozi wa chama. Kwa kuzingatia umuhimu wa kampeni ya No Reforms, No Election Kamati kuu imepangwa kurasmisha kukutana ili kuchambua kwa kina swala hili na kuamua msimamo uliopaswa kuchukuliwa mbele ya uchaguzi ujao na ratiba ya kampeni. Viongozi wa chama hicho wameeleza wazi kuwa licha ya vizingiti vya kisheria na kisiasa, swala la kampeni ya No Reforms, No Election bado linaendelea kuishi kama kauli mbiu ya chama. Hata hivyo uendeshaji wake baadaye unategemea kwa kiasi kikubwa kilichofikiwa na Kamati Kuu ya chama ambayo inatarajiwa kukutana kutathmini, kuhusu na kujadili mawazo mapya juu ya mkakati wa kampeni hii. Kamati Kuu ya Chadema na uamuzi uliotarajiwa. Kamati Kuu ya chama ni chombo chenye mamlaka ya juu kabisa ndani ya Chadema kwa masuala ya sera za ndani, mikakati na uongozi wa chama. Kwa kuzingatia umuhimu wa kampeni ya No Reforms, No Election, kamati kuu imepangwa kurasmisha kukutana ili kuchambua kwa kina swala hili na kuamua msimamo uliopaswa kuchukuliwa mbele ya uchaguzi ujao na ratiba ya kampeni. Viongozi wa chama hicho wameeleza wazi kuwa licha ya vizingiti vya kisheria na kisiasa, swala la kampeni ya No Reforms, No Election bado linaendelea kuishi kama kauli mbiu ya chama. Hata hivyo, uendeshaji wake baadaye unategemea kwa kiasi kikubwa kilichofikiwa na kamati kuu ya chama ambayo inatarajiwa kukutana kutathmini kuhusu na kujadili mawazo mapya juu ya mkakati wa kampeni hii. Kamati kuu ya Chadema na uamuzi uliotarajiwa. Kamati kuu ya chama ni chombo chenye mamlaka ya juu kabisa ndani ya Chadema kwa masuala ya sera za ndani, mikakati na uongozi wa chama. Kwa kuzingatia umuhimu wa kampeni ya No Reforms, No Election, kamati kuu imepangwa kuresmisha kukutana ili kuchambua kwa kina swala hili na kuamua msimamo uliopaswa kuchukuliwa mbele ya uchaguzi ujao na ratiba ya kampeni. Viongozi wa chama hicho wameeleza wazi kuwa licha ya vizingiti vya kisheria na kisiasa, swala la kampeni ya No Reforms, No Election bado linaendelea kuishi kama kauli mbiu ya chama. Hata hivyo, uendeshaji wake baadaye unategemea kwa kiasi kikubwa kilichofikiwa na kamati kuu ya chama ambayo inatarajiwa kukutana kutathmini kuhusu na kujadili mawazo mapya juu ya mkakati wa kampeni hii. Kamati kuu ya Chadema na uamuzi uliotarajiwa. Kamati kuu ya chama ni chombo chenye mamlaka ya juu kabisa ndani ya Chadema kwa masuala ya sera za ndani, mikakati na uongozi wa chama. Kwa kuzingatia umuhimu wa kampeni ya No Reforms, No Election, kamati kuu imepangwa kurasmisha kukutana ili kuchambua kwa kina swala hili na kuamua msimamo uliopaswa kuchukuliwa mbele ya uchaguzi ujao na ratiba ya kampeni. Viongozi wa chama hicho wameeleza wazi kuwa licha ya vizingiti vya kisheria na kisiasa, swala la kampeni ya No Reforms, No Election bado linaendelea kuishi kama kauli mbiu ya chama. Hata hivyo uendeshaji wake baadaye unategemea kwa kiasi kikubwa kilichofikiwa na kamati kuu ya chama ambayo inatarajiwa kukutana kutathmini kuhusu na kujadili mawazo mapya juu ya mkakati wa kampeni hii. Kamati kuu ya Chadema na uamuzi uliotarajiwa. Kamati kuu ya chama ni chombo chenye mamlaka ya juu kabisa ndani ya Chadema kwa masuala ya sera za ndani, mikakati na uongozi wa chama. Kwa kuzingatia umuhimu wa kampeni ya No Reforms, No Election Kamati kuu imepangwa kurasmisha kukutana ili kuchambua kwa kina swala hili na kuamua msimamo uliopaswa kuchukuliwa mbele ya uchaguzi ujao na ratiba ya kampeni. Viongozi wa chama hicho wameeleza wazi kuwa licha ya vizingiti vya kisheria na kisiasa, suala la kampeni ya No Reforms, No Election bado linaendelea kuishi kama kauli mbiu ya chama. Hata hivyo uendeshaji wake baadaye unategemea kwa kiasi kikubwa kilichofikiwa na Kamati Kuu ya chama ambayo inatarajiwa kukutana kutathmini kuhusu na kujadili mawazo mapya juu ya mkakati wa kampeni hii. Kamati Kuu ya Chadema na uamuzi uliotarajiwa. Kamati Kuu ya chama ni chombo chenye mamlaka ya juu kabisa ndani ya Chadema kwa masuala ya sera za ndani, mikakati na uongozi wa chama. Kwa kuzingatia umuhimu wa kampeni ya No Reforms No Election, Kamati Kuu imepangwa kurasmisha kukutana ili kuchambua kwa kina swala hili na kuamua msimamo uliopaswa kuchukuliwa mbele ya uchaguzi ujao na ratiba ya kampeni. Viongozi wa chama hicho wameeleza wazi kuwa licha ya vizingiti vya kisheria na kisiasa, swala la kampeni ya No Reforms No Election bado linaendelea kuishi kama kauli mbiu ya chama. Hata hivyo, uendeshaji wake baadaye unategemea kwa kiasi kikubwa kilichofikiwa na kamati kuu ya chama ambayo inatarajiwa kukutana kutathmini kuhusu na kujadili mawazo mapya juu ya mkakati wa kampeni hii. Kamati kuu ya Chadema na uamuzi uliotarajiwa. Kamati kuu ya chama ni chombo chenye mamlaka ya juu kabisa ndani ya chama.